Nilipotoka nyumbani nimevaa unaona kidogo hapa juu na, ni yangu, si ya mtu mwingine. Naweza kuzionyesha, si ya mtu mwingine, hii ni yangu, these are my goods. Unajua hiyo nyimbo, weka hiyo nyimbo, these are my goods, these are my everything. Hii ni yangu, si ya mwingine. Osipidi, tunataka tuambie wa Kenya, wavulana, hata mwanamke akivaa nguo ambayo anaonyesha mguu kidogo, yeah? Hii, anaonesha hii kidogo anaonyesha matiti, matiti kidogo anaonesha hii yeah, yake kidogo, hiyo si haikupatii rusa ya kumtusi, haikupatii rusa ya kumfuata na kumrape na kumuua my goods yeah. Nikionyesha ni yangu Weo, endelea ukitaka exactly. kunitongoza kama sisikii na, na, na, na unakuhitaji endelea hii mambo ya kuvamia watoto wetu au kuvamia wanawake kwa sababu unaona wamevaa ati wamevaa inviting clothes hakuna mtu ameku invite these are my goods kama mimi sikupendi huwezi kunilazimisha na ukirape mwanamke it's a crime. so leo nilipotoka nyumbani ni ni leo kwa mtandao, ninguo nimevaa ile goya ya Kiafrika lenye ile ambayo mnapenda kuona. Kimama kishosho, ama shosho and proud. Nikaona mtu akisema alikuwa rape kwa sababu ya vile alivaa. Aki, nikatoe huko nikavai hino. Nikasema, na hata kuna kamisi chini. These are my goods. Okay? You are not supposed to rape a woman or kill a woman because she's not doing what you want. And I want to say to the DCI

Gender desks, we're going to open some units in all the police stations, but we're having a problem. Our women are coming to the police station to report. Lakini hawakati, hakuna haki, hakuna haki kweli. So, wapi tumekosea? Na kukaribisha, nimefurahi sana. Na mnajua, ii, mnajua. Ukiwa broad base, ukiwa chuta, mnajua zamani. Ikiwa opposition kama Baba anjafanya handshake, broad base, au sulusu mkate, ikiwa OCS na OCPD hawati kuja function yangu, lakini sasa tumeingia <laughs> ndani ya serikali. Bora ni chunga. Kama tunapigwa mawe, tunapigwa tear gas, tunaingia police station tunafukuzwa. Ruto amesema, Kenya ni moja. Let us unite as Kenyans. Mimi ninasema tuta tuambe rais wetu. wetu. Asante sana mama wetu. Na mjambo, wanaiti, na tena. God is good and all the time. Amjambo tena, asanteni sana, yangu itakuwa machache sana na itataja vitu kama tatu au pili. Ya kwanza kwa mama na wasichana na wavijana wale wamekosewa na wajapata haki kama unatoka Embakasi Central, kama unataka Embakasi East, upande wa Soweto au Njiru, upande wa Obama, na osieza ja hajakusaidia kuja kwan, au nipigie simu, unieleze na unipatie hiyo opi, nijue ni nini, nini imeendelea. Watu wote mpaka wapate haki. Ya pili, watoto mpaka waende shule na ni jukumu la parents wazazi, ujue mtoto wako ako wapi, ameenda shule na alikuwa kwa shule kweli, na kama alipatiwa homework amefanya hiyo homework. Sisi kama wazazi ni kama tumewachia hii kazi kwa walimu peke yake. Wewe unaishi na mtoto, unakaa naye, anajiunga na vijana vipaya, wanaanza kuvuta bangi na wewe unamwona akitajwa, wewe unakuwa mkali, hiyo unaharibu huyo mtoto. Sisi wote tuangalie maslahi ya watoto wetu, mpaka waende shule. Na ndio sababu hata mama wetu amekuja hapa, atapeana basa, watoto wasoma kwa kesho, kwa uspidi, wakuwe OCS, wakuwe mama wetu Nyamu au mama Passaris hiyo ni sawa. Mahali popote tuko, tujue kwamba tuko na sheria, tufuate sheria. Ukikosewa, tufuate sheria, ichunguzwe. E, akipatikana amefanya makosa, astakiwe. Hiyo ndio njia pekee yake. Imerudi chini sana hapa Embakasi Central na pubs of Embakasi East, which is Soweto Hatutaki itokee na wazazi wasifunike wasifiche kitu. Ikitokea, wacha serikali wachukue hatua. Mtu akire mtu wacha wachastatiwa, aende kut. Na ikipatikana kwamba wewe unaenda kano nyuma ya mtu, mtoto amefanyiwa dhambi, alafu unasema kwamba Upatiwe kitu kidogo, uh, uh, withdraw case. Hatakubali, we ndiyo utashtakiwa wewe ndiyo utashtakiwa yes. Na ninataka watu wote wasikie hiyo, kwa wale wametoka sehemu tofauti, ninaona kazarani, ninaona starehe. Kama hujasaidiwa police station, tafuta OCPD wako bani Enda kwake, kae naye chini, umweleze shida unapitia ndio aingilie hiyo juu ya hiyo kesi. Usinyamaze, polisi ni binadamu kama wewe, sio watu, watu walitoka mbinguni au wametoka mahali fulani. Ni watu ninyi, umezaliwa nao, unaishi nao na sisi kama polisi ni utumishi kwa watu wote. Ni sawa, tunaelewana? Tunaelewana. Kwa hayo machache nimesema, asante. Atufuate tu sheria, usidhulumiwe, ripoti ifikishwe police station, ukuwe na OB namba. Ukikosa usaidizi pale, kuja kwa hospidi wako